Beina ya kufa mtumi na kuzikwa, masahaba alifanya bidaa nane. Baina ya kufa mtumi na kuzikwa tu, fatira kubwa hiyo. Afe azi Jumatatu, azikwe Jumatano, siku mbili. Ikiwa masahaba wamefanya bidaa nane, je, nyaka alfu naaobamia tufanye bidaa ngapi? Ikiwa siku mbili masahaba wamefanya bidaa nane, je, mi tufanye bidaa ngapi? Wazijua bidaa zenyewe? Bidaa ya kwanza azikwe wapi mtume swala so, hiyo basiti afaau ziko makaburini tu, wala mtume hakunena mimi nikifa nifanywe hivi, lakini ukajadiliana, kisha ikatolewa habari ya nyuma. Mtumi yoyote akifa nyuma alikizikwa pale afapo, si yeye kuwa amenena nizikwe pale fapo, yeye mwenyewe hakunena mimi nikifa nizikwe palepale bidaa ya pili aswaliwe na nani? Sayyidina Ali akanena, inna nabiyakum imamukum hayan wa mayita fala falayaumanna hadin indahu, mtume ndio imamu wenu hayya, wakaswalie afrada. Bidaa ya tatu waswalie nani? ikiwa ni afrad, waande jamaa zake, kweli maiti uswaliwe jamaa zake kisha Muhajirina, kisha tufanyeni namna hiyo jamani. Sasa amekufa nani? Nimekufa mimi, siapua mfano, kwanza swali albidhi, kisha swali baalawi, kisha swali watu. Wapi itakubaliwa kukafanywa hilo? Bidhaa nyingine kufukulia ufuko au mwana ndani lahdhi au shaki, pia ukajadiliana, atakao kutokea mbee ndio itahukumiwa. Akatokea mwenye lahdhi, mwenye shaki akachelewa Hizo ni ngapi? ni nne. Bidaa ya tano amewekwa siku mbili. Mtume alinena aweke siku mbili? Iko hadithi hata maudhui, nikifa niwekeni siku mbili, msinizike. Bidaa ya sita masahaba, kutokana na Sakifa Bani Saida. Mtume aliwambia baadhi, kabla ya kunizika mkutane Sakifa Bani Saida, mkutane Bidaa nyingine ya saba ni kwa masahaba, walikwenda kumbusu ku hasa mtume, hasa Abubakar, Sayyidna Abubakar Siddiq akamba bi abi wa ummi tibta hayan wa mayitan

Katika kama hiyo, hiyo akakumbuka nikitosoma maulidi tutaambia maulidi hayafai, akasoma maulidi pale pale sa soma maulidi siku ya soma ya bikra, mubaraku, muhsanatan. Asoma maulidi siku ya kifo sio mwezi wa kifo. Eh, mbona fungo sita mfanye kifo siku zote. Aklian tufurahikie kizazi, tufurahikie mauti. Kufurahikia mauti maanake Uislamu ufe, tukufurahikia maulidi maanake Uislamu uzawe.